Naam, heri ya mwaka mpya elfu mbili na ishirini na sita ndugu wa Tanzania, ni siku nyingine tena. Sauti ya Haki, tumerudi katika meza yetu ya majadiliano na uchambuzi, na siku ya leo tuko na mgeni wetu Dkt Anna Henga, wakili mkurugenzi mtendaji wa Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu, LHRC, na leo tuko hapa kuchambua maweli matatu kuhusiana na kuanza kwa bunge la kumi na tatu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mwaka elfu mbili na ishirini na sita mkutano wa pili. Uh, daktari, habari yako? Salamu Salamu za kwako. Hongera sana kwa kumaliza masomo na kurejea tena Tanzania. Asante sana. Tuendelee kupaza sauti. Ni kweli kabisa. Asante. Uh, daktari, na natumai unafuatilia kwamba bunge limeanza leo rasmi tarehe ishirini na saba mwezi wa kwanza mwaka elfu mbili na ishirini na sita ambapo ni bunge la kumi na tatu na mkutano wa pili na leo kulikuwa ndio kikao cha kwanza. Ukiwa mdau wa haki za binadamu, una maoni gani ya jambo hilo? la kumi na tatu bunge la kumi na tatu kwa ujumla ni bunge ambalo kwa mara ya kwanza lina uhalali wa kisheria, lakini halina uhalali wa kisiasa. hmm. e, sheria anasema hivyo, uchaguzi umefanyika, lakini wananchi hawajaridhika nalo. Wananchi wanahisi kwamba hili bunge kama wamejiweka. Mm -hmm. Wananchi wanahisi kwamba eh, kulikuwa kuna kutokuridhika kwa sababu sehemu kuu ya wananchi walikuwa hawajaona uchaguzi kama ni halali. Mm -hmm. na ndio maana ilitokea eh, mwaka jana tarehe ishirini eh, na tisa Oktoba li watu hasa sasa vijana wanasema hawahitaji uh, uchaguzi au utambue uchaguzi hmm. Na kwa mara ya kwanza ndio maana nikasema mara ya kwanza, kwa sababu Tanzania kushuhudia machafuko ya aina ile wakati wa uchaguzi hmm. Na tuliona mengi hmm. Kuna tume imeteuliwa kuangalia machafuko yaliendaje, lakini tumeona mengi. Tuliona mitandao imefungwa. Kufungwa kwa mtandao kwa mtandao sio mara ya kwanza, lakini ilikuwa ni mara ya kwanza kwa kiasi kikubwa vile kwamba kwa siku zaidi ya tatu tulikuwa hatuko katika mtandao, na walikuwa baadhi walikuwa nje walikuwa wanaona naendelea kuona mtandao, tukiona maboksi ya kirushwa huku na huku ya kura, eh, kura zingine zikipotea. Nasema kwa kwa kwa hili bunge halina uhalali wa kisiasa e, ila kisheria inaitwa political legitimacy. Hawana legal legitimacy, wanayo ambayokwamba kwasababu wametumia sheria ambayo, wame ambayo imetungwa hmm. E, na bunge na uchaguzi umefanyika hmm. E, tume mefanya kazi kazimbao lakini wananchi wana maumivu wana vitu vnaua yon i niug la aina yakembao wana kazi kubwa sababu ya hiyo a wanachi wengi wanahiwamba hatua hawa na hapo umeelezea kuhusiana na matukio yaliyotokea kwa upande wako, unadhani bunge hili litakuwa na kazi ipi kubwa ya kurejesha imani kwa watanzania kuhusu demokrasia, lakini pia kuhusu na utawala, kuhusu na ulinzi wa wananchi? Bunge hili lina kazi kubwa kiasi gani mpaka lijirejeshe? Bunge hili naliona, ndio kazi kubwa kurejesha imani, kurejesha kukubalika, kwa sababu kwenye haki za binadamu kila siku anarudia anasema, haki sio tu itendeke, bali haki ionekane ikitendeka. Kwa hiyo inawezekana hata wakatenda haki, lakini bado watu watakuwa wanaliamini ni kama mtu mwenye baba wa kufikia au mama wa kufikia, ile mama watu au baba watu, watakifanya vizuri namna gani

kama na, na kama hiyo lakini pia kwa sababu walishinda kwa wingi sana kwa chama kimoja. Lakini sasa kwa mwaka huu imekuwa mbaya zaidi, kwa sababu eh, kunalewa vyama ambao havikushiriki kabisa. Kwa hiyo hakuna hata wale wachache ambao miaka mingine wanakuwepo. Uh, ombwe hili la kutokuwepo Chadema na tulikuwa tunaona wabunge wake wakiongea na hoja zao, kwako umeona kutakuwa na athari gani katika hilo, sio tu Chadema lakini pia kutokuwepo kwa kukuwa na asilimia kubwa ya wabunge kutoka chama kikuu pekee ambacho ni CCM ambao wengi sana, japo umesema mwenyewe kwamba huwa ndio wanakuwa wengi, lakini tunapata picha gani hapa? Bado tuko na doa, hmm, katika siasa za katika siasa mm -hmm, na katika masuala ya demokrasia, kwa sababu kwenye demokrasia lazima kuwe kuna sauti mbadala mm. Watakwambia ah, vyama vingine bwana sivipo ekstra za neno swa, kwa sababu ni vyama wote na waheshimu, lakini sauti kama kuna sauti ambayo haipaswa kuwepo haipo na huyo ambaye anashikilia angeweza kufanya wawepo, bado kuna doa mm -hmm. Na mwaka elfu <coughs> mbili na kumi na tano elfu mbili na ishirini <coughs> pia kuna changamoto mm hasa -hmm. elfu mbili na ishirini ambapo yenyewe sasa hawakususia, lakini ilikuwa ilitokea kwamba wali walikuwa la Kiswahili la kwamba hawako walikuwa disqualified waliondolewa katika walinguliwawo walienguliwa kwenye wali wali, wali nani, wali. wali lakini angalau baki wanawake kumi na tisa wale ambao walikuwa na ubunge wa viti maalum. Mm. Yapo a na changamoto ya changamoto kwamba hawa watambui mm. eh, kwa kuna hiyo cha, kuna changamoto ya kisiasa pia. Chama kinasema bado dola lipo ni kubwa. Sasa safari hii sasa mbili zilikuwa nne mm. kwa mm. kwa hiyo, tu sasa kwa swali lako ni kwamba wataendelea kama kawaida, na wao kaanza kujikausha, lakini bado ki, kwa af Afrika kwa Afrika ki mataifa bado changamoto kubwa, hata kwa Tanzania bado changamoto mkubwa, kwani nasema itabidi watumie nguvu nyingi sana ku kuhalalisha mm, au ku legitimize mm, yale ma e, uwepo wao. Kwa mtu unadhani kwa yote yaliyotokea, kwa sababu imeingia katika kipindi ambacho kinatokea um, hivi kama ilivyotokea Nadhani, mi ni kishauri pamoja na kwamba sehemu kubwa ya wananchi hawakubali, sehemu kubwa wananchi inahisi kama wameingia sivyo halali, bado wana nafasi ya kuhakikisha kwamba wanaponya majeraha. Wanasema uwezi kuongea uwezi kufanya kesi yako mwenyewe uwezi kuamua kitako mwenyewe kwenye msingi ya haki. Nimeshawahi hmm, kuongea kwenye kipindi cha nyuma. Kwa hiyo pamoja na yote hayo bado wangeza kuiwajibisha serikali kwamba, jamani, sawa tumeupitiassa hmm, kupitia sasa, wahoji mawaziri. Kwamba jamani, sasa, bado kuna majeraha, bado kuna uchungu, bado kuna sintofahamu hata kama tutaizimazima bado doa lipo, naeza kuwajibisha serikali na kurudisha na majadiliano ya kuhakikisha hmm. e, na kwamba watu wananumsikilize kwa msingi hmm. e, wa haki asili hmm. wasikilize watu mbona uchaguzi kama e, vile hatuelewi. Hebu wasikilize uweze kutema nyongo, hatutarudia uchaguzi hmm lakini angalau ya yale mahitaji wa na anahitaji wanaweza wakapatiwa, e, kupitia kupitia hizo hizo au majadiliano ambayo yanaweza kufanyika, wanaweza sio lazima tuseme tunafanya uchaguzi mpya, lakini bado mimi nina imani kwenye kuongea kitua mm. Kwa hiyo ndio hiyo kipaumbele cha kwanza ambacho mimi na sibunge linaweza likarudisha tena imani wananchi ene ungaaau sawa. umeongelea o kuhusu namna ambavyo na lika serikali na kwenye katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya sitini na mbili kifungu cha pili inakionyesha kwamba bunge lina mamlaka ya kuisimamia na kuishauri serikali. Sasa kuhaya, kwa haya yote yaliyotokea, kwa tafsiri yako usimamizi huu unapaswa kuonekana vipi? kwa wakati usimamizi huu kwanza kabisa kati wa maswali na majibu kwenye wizara husika. Kwa mfano, wizara ya sheria na katiba, kwa vitu vinavyokuwa vinalalamikiwa ni vya kisheria, e, sheria za uchaguzi, e, baadhi ya vyombo ambavyo vimeundwa kwa e, mfano wizara ya mambo ya ndani, polisi walilalamikiwa e, na, na wanasheria DPP ambaye ni, ni um, mwendesha mashtaka mkuu. Kwa kwa hiyo wanaweza wakahoji mawaziri msika wanaosimamia hiyo vyombo, wanaweza kawahoji ama wanafanyaje ili kurejesha amani, wanafanyaje ili kurekebisha sheria, wanafanyaje eh, ili kuunda eh, kuunda vyombo vitakavyosaidia. Kwa kwa hiyo wana nafasi wana kubwa sana kuwahoji kwa mawaziri lakini pia kuna kamati kamati mbalimbali za Bunge pia zina uwezo pia wa kuwajibisha e, serikali kwenye masuala mbalimbali ya amani, masuala mbalimbali ya kushirikia vijana. Unajua kuna wizara vijana imeundwa, kumhoji waziri wa vijana kama wafanyaji sasa, ikakisha kwamba vijana mm, eh, wana amani tena, vijana wamefunguka upya kwa ajili ya kuendelea kuijenga nchi baada ya, ya, ya maumivu kuna wizara ya maendeleo ya jamii, wanaweza kumhoji kwa, kwa sababu kuna kuna changamoto nyingi zimetokea pia kwenye jamii. Kuna wengine wamepoteza ndugu zao wa baba, wamepoteza watoto wao, watoto wamepoteza wazazi wao kwenye changamoto. Kwa hiyo mimi na mimi sio, ni lazima unaita cross cutting, ni kula mtambuko katika wizara hmm, e, kwa hiyo wanaweza kuwahoji mawaziri, wana mpango gani, kwa sababu wana ujishi wa mali kupitia kamati, kupitia maswali, kupitia waziri mkuu kumhoji maswali ya papo kwa papo na kadhalika wana fursa ingianaa. Wasipofanya hivyo, maneakuaji tumekosa tumaini. Tunaamini kisheria, tunaamini kisheria kwamba wabunge ni wawakilishwa, kwa hiyo hmm. sasa <laughs> hmm. <laughs> <laughs> eh, hmm. so kama mtu anamtuma anamtuma kwenda kuwakilisha na hajafanya kilichotumwa, kwa hiyo maumivu makali sana lakini kisiasa sasa, nilivyosema kwamba unahisi kujamtuma e, kaenda, alafu kaenda kule pia, hata kile ambacho walipaswa kukifanya wa sheria hakifanyi. Kwa hiyo aoazania ni amakubwa. Wabunge tunawaomba sana wasifanye hivyo, kwa sababu watakuwa wa wanyanyasa <laughs> <laughs> sana watu kibinafsi, asha nafikiri afikiri ni maeneo ya kisheria ambayo kwa sasa yanahitaji marekebisho ya haraka sana, ili kuimarisha ulinzi wa haki za binadamu hapa nchini. Tukifuatia na kile kwa kweli, sheria za uchaguzi bado fubii a ishir a Januari, wakati sheria zina umbo au zina zinatungwa, zilikuwa zimepaswa kabisa kuwa bora zaidi za na sisi uchambuzi wetu naafa binadamu tunachambua sheria, asema hivi, haina mabadiliko makubwa kutoka kwenye sheria za awali, kwa sababu sheria za awali hizo zibadilishwe ipaswa kufumua katiba. Kwa hiyo sheria hizi bado hazikidhi sana mahitaji ya wananchi. Kwa hiyo cha kwanza, zile sheria zinatakiwa zifumuliwe lakini sheria mama ianze kwanza kutoa mapendekezo. Kutoa mapendekezo ambayo ni katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaweza ikaletwa mabadiliko ya kumi na tano ya 15 kumi na tano ya katiba ambayo yatabadilisha tume kwa mfano, iwe huru; kwa mfano iwe huru, sio kwa jina, iwe huru kwa iwe huru kwa uh, kwa utendaji wake kazi iwe huru kwa wajumbe wanavyopatikana mm. Iwe huru, iwe huru kwa kutoweza kuingilika, mm. Kwa hiyo ndio mapendekezo mazuri tu ambayo katiba ingeweza kueleka au katiba mpya kabisa mm. ambayo tuliahidiwa pia kwamba inaweza ikaja mm. baada ya uchaguzi kwa tunasubiri mm. Kwa hiyo mimi ningeulizwa, leo mchakato wa katiba ungerudi tena mwaka kumi na mbili toka tumeacha ule mchakato wa katiba pendekezo, hmm. kwa hiyo hmm. ingeza kurudi hivi, tuweze kuleta amani iweze kurudi kukebisha, hivyo vyombo viweze ku kurekebishwa kwa mujibu wa katiba na mabadiliko hayo ya katiba. Una dhamana uh, au shirika zina dhamana ya kulinda na kutetea haki za binadamu, kwa maana kitu cha shirika ni haki za binadamu, na wewe ndio mkurugenzi mtendaji. Mwelekeo wenu kwa sasa ukoje kwa bunge hili? Tumeona hata wewe ulikuwa kimya kwa kipindi ambacho haukuwepo, eh, mwelekeo wenu ukoje? tunaenda vipi? Ah, mwelekeo kwa kweli, unajua kuna wakati saa ingine, miaka ya nyuma kabla ya bunge la mwaka 2020 wakati tulianza kupata ukakasi, eh, mabunge ya nyuma, angalau kuna tano kwa nyuma, ilikuwa wakiteuliwa kama hivi kwanza kishachaguliwa, eh na sasa, kwa sababu bunge linaanza tarehe fulani, tunakuwa tuko Dodoma kabisa, kwamba sisi tu wa bunge ni wapya, tuanze kuwa engage, tuanze kuwahusisha kwenye shughuli zetu, tuwafundishe haki za binadamu, tutafute namna ya kuwapa ripoti za haki za binadamu ili wapate data, sababu ripoti zetu ni nzuri sana kwa kweli, inaonyesha na takwimu nzuri sana za haki za binadamu. Kwa hiyo tunasema kila mbunge, kamati hii tutawapeleka nakala kadhaa. Kuna wakati tulipeleka kwa kila bunge, kuna wakati tunajipanga, wakienda kule kwenye majimbo waone hizo issue ni za haki za binadamu

Nakuafiki, nimeelezea tofauti ya jamani elfu mbili hmm. mm -hmm. na kumi na tano ijumaa na elfu mbili na huko nyuma elfu mbili na mimi na tano tofauti, ukiongelea huko nyuma mkurugenzi, wananchi ndio tunaamini mpaka leo waunkaa sauti kwa haya yaliyotokea. Hata wewe unaona katika mitandao, bado wananchi wana imani kwamba bunge letu linatupazia sauti na kama imani ipo au haipo, inapaswa bunge hilo kufanya kitu gani kuhusu kurudisha ile imani bunge kwenye hili? Imani kwa kweli imepungua, imani imepungua sana, kwa sababu ya matukio yaliyotokea. Kwa hiyo wanaweza kufanya nini? Labda mjadala itakapoanza, ni kama nimesema hapo hapo kwamba uh, wafanye kuhudumia serikali na kuhakikisha amani na imani wasaidie vipi wananchi? wakianza wasiana maswala ambayo hayana maslahi mm, kwa wananchi, kwa hiyo tuhusu bangi tutaona kwamba mm -hmm. Lakini tukiona kwamba jamani, serikali nafanyaje kuhusu elimu mada, madawati na waziri kua najibu vitu ambavyo vinatekelezeka tukiona kabisa kwamba wale na barabara na hospitali hakuna. Kwenye bunge la bajeti ambayo liko tu karibuni, kuhakikisha kwamba bajeti inaongezeka, wajawazito wajifungue salama. Tukiona kilimo, pembejeo, shuka kwa pembejeo, bajeti ya kilimo ni kubwa zaidi, zishuke gharama, tukiona kabisa kwamba hii wamekuwa serious na wananchi, hii itatusaidia kidogo, tazidi kusema pamoja na kwamba tuachane na jinsi ambavyo yaliyotokea wanajitahidi kwao, tukiona mm -hmm. ni mambo ambayo utani. Nimekuwa nikikufuatilia mara nyingi, baada ya uchaguzi huo unachangua kuona asilimia za wanawake zikoje, ukiwa ni mkereketwa wa haki za wanawake, kuhusu wabunge wanawake walioko bungeni, lakini pia na mm -hmm. asilimia zao. Na uhalisia kabisa, eh, sijaongea labda. Tutapata kipindi kingine kama mtakuja kipindi kile cha, cha uchambuzi wa kijinsia utaweza mm. e, tukaongea lakini, bado kwa haraka, bado na kuna kwa figisu na heka heka, sio kuepo bado mtegemeo na wanawake atakuwa wachache e, kwa sababu wanawake wanapenda amani na zile kama wanaweza kufanya sana kwa njia ya uchambuzi ambao unaikaeka hivi kwanza kwenye vyama kuanzia hmm. kwenye, kwenye siasa za vyama bado kuna changamoto kubwa sana. Siasa hizi za amani kuanzia kwenye vyama, hakuna rushwa na rushwa za ngono, hakuna kitu kingine changamoto za wanawake kutengana na namba ambazo zimetokea kwenye uchaguzi wote. Kwa kuhitimisha, kwa kama ungepewa nafasi ya kulishauri hili bunge la kumi na tatu, kwa sentensi moja tu ya uzito, ungewambia nini kama wa haki za binadamu Tanzania? Uh, tukiangalia na matukio yaliyotokea wakati baada ya uchaguzi wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano, ningesema haki, eh, haki ya amani na amani sio kutokuwepo na vita au sio so, kutokuwepo na vurugu. mm -hmm. Amani ni kwamba watu wana furaha, watu wanaridhika na serikali yao, wanaridhika na bunge lao. Kwa hiyo wahakikishe kwamba hiyo amani inakuwepo, inakuwepo katika jukumu lao la kuhakikisha kwamba wanawakilisha wananchi na kuhudumia serikali na kupitisha bajeti na kufanya vitu vyote, majukumu yao yote kwa mujibu wa Katiba, basi yatekeleze manufaa ya wananchi. Mtazamaji wafike hapo a ziada ajaa. Leo tumemulika juu ya kwanza kwa bunge. Tutakutana tena wakati mwingine tutakuja kujadili.